Hello, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Leo ni siku pendwa kabisa, eh, kwa wale wenzetu ambao wanajiandaa masuala mazima ya weekend na kwa have fun kinoma noma, eh, weekend yako unaitumia ukiwa wapi? Sasa, eh, siku ya leo siku ya Ijumaa ndio, kumbuka ndio tarehe ambayo iliweza kutangazwa kwamba rasmi sasa Bunge la Tanzania linakwenda kuvunjwa siku ya leo na kuna baadhi ya picha ambazo pia zili trend siku ya jana zikimuonyesha rais wa awamu ya sita, mheshimiwa, eh, Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye, eh, treni ya SGR akielekea kule Dodoma kuweza kwenda kulifunga bunge na mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa, e, e, speaker wa bunge. Sasa speaker wa bunge kutokea kule bungeni ambaye ni Tulia Ackson lakini pia ni mbunge wa Mbeya Mjini pia, a, tunajua kabisa ndiye speaker na aliweza kutoa maoni yake kuhusiana na wabunge wengi ambao wanapatikana katika bunge bunge hilo. Sasa e, speaker wa bunge pia Tulia Ackson ameweza kusema kwamba ameridhishwa na kazi ambayo ilikwisha kufanywa na wabunge katika kipindi cha miaka mitano ikiwemo kusimamia na kuishauri serikali kwa manufaa ya wananchi wa taifa hili la Tanzania sasa ameweza kuyasema hayo ana siku ya jana siku ya Alhamisi mara baada ya waziri mkuu Kasim Majaliwa kuweza kutoa hotuba kuweza kukamilika ye, kwa shughuli za mkutano au za mkutano wa 19 katika bunge hilo la 12 waziri mkuu aliweza wa kuwepo pale na kuweza kutoa hotuba yake nzito kabisa hotuba kubwa kabisa kwa wale wote ambao wamepata nafasi ya kuweza kuisikiliza i think watakuwa wameweza kuielewa vizuri kabisa kwa sababu ina manufaa makubwa sana hasa katika kuendeleza nchi yetu ya Tanzania. Sasa e, nikimnukuu hapa Tulia Ackson e, na mnukuu alichokuwa amekisema, alisema kwamba ni matumaini yangu wengi wenu mtarejea bungeni kutokana na kazi nzuri mlioifanya na kusimamia serikali kwa manufaa ya wananchi. Hiyo ndio kauli ambayo aliweza kuisema Tulia Akson akimaanisha kwamba anatumaini kwamba wabunge wengi kama ambavyo wamewaona kwa sasa hivi kwa kipindi cha miaka mitano, basi miaka mitano ambayo ikimaanisha 2025 2030 2 atawaona tena kwa mara nyingine tena. Na hii inakumbukwa kwamba baada ya bunge hili kuvunjwa kila kitu kinakwenda kuanza upya, wabunge wote wanarudi majimboni kwao kuenda kuanza kuomba kula upya. Kama utapita sawa, utarudi tena bungeni, kama utapata nafasi pia ya kuweza kushinda katika majimbo yako, pia pia utaweza kupata nafasi pia ya kuweza kurudi bungeni. Lakini kama uliweza kuahidi wananchi wako na hakuna ambacho umewekwisha kukifanya, basi ndio itakuwa safari yako ya mwisho kabisa kwenye masuala zima ya ubunge, na ndio maana hata Tulia Akson mwenyewe amesema kwamba anatumaini matarajio ya wabunge wengi watakuja kukutana tena e, kwenye mwaka 2025 na anatamani kuweza kuona wabunge wengi Gali ya kuwa kuna majimbo mengi sana, watu wengi wameonekana wakitaka kuona, wana malengo tofauti lakini pia mitazamo tofauti kutoka, kut, kut, kutokana na the way ambavyo wamefanya maendeleo katika e, majimbo yao au katika mikoa yao e, kama hujafanya maendeleo yote, sasa sasa wewe wewe ni nani tuweze kukupa kura? Sasa, drop comment yako wewe kwa upande wako unafikiri kwamba wabunge wengi watarudi tena bungeni au wengi wao safari yao ndio imeishia hapa ya mwaka 2020 2025 ambapo wameweka tumikia Bunge kwa miaka mitano. Drop comment yako hapo rekomendisha kinomanoma cha